Zamani kabla ya barabara na simu, kulikuwepo utemi wa Gombakora uliokuwa katikati ya misitu minene na mito yenye siri. Utemi huo ulitawaliwa na Mtemi Luhanga, mtu aliyekuwa akiogopwa kuliko simba, kwa sababu hakutawala kwa upanga pekee, bali kwa nguvu za mizimu ya mababu. Ilisemekana taji lake lilifungwa kwa damu ya vizazi saba na kila aliyelivaa bila ridhaa ya mizimu alipotea bila kurudi. Usiku mmoja wa mwezi mwekundu, ngoma za ikulu zilinyamaza ghafla. Moto wa madhabahu ukazimika wenyewe na upepo baridi ukapita katikati ya utemi. Wazee walitazamana kwa hofu, wakijua hiyo ilikuwa ishara ya maangamizi yanayokaribia. Nani ya utemi aliishi mauzauza Kifisi, mfanyabiashara wa chumvi na ngozi, aliyekuwa akionekana mpole na mchangamfu mchana, lakini usiku alikuwa mtafuta nguvu za giza. Kifisi alizijua njia za siri za porini na waganga waliokatazwa kutajwa majina yao. Tamaa yake ilikuwa kiti cha utawala na moyo wake haukuwa na hofu ya damu. Alijua siri moja nzito. Nguvu ya Mtemi Luhanga ilitegemea mganga mkuu mmoja tu, Mzee Shabani wa mianzi saba, aliyekuwa akiishi kando kando ya mto, akizungumza na mizimu kama mtu anayezungumza na ndugu yake. Mauzauza alimfuata usiku, akamletea dhahabu, nguo za thamani na ahadi ya heshima kubwa. Taratibu, moyo wa mganga ukaanza kuyumba na kiapo cha mababu kikaanza kupasuka. Usiku mmoja chini ya mti wa mibuyu, Mzee Shabani alibadilisha dawa ya ulinzi wa mtemi na kuweka unga wa usingizi wa roho. Hakukuwa na mtu aliyesikia wala aliyethubutu kuuliza. Siku ya baraza kuu, Mtemi Luhanga alianguka ghafla mbele ya watu. Sauti yake ikazimia, macho yakawa mazito kana kwamba roho yake ilikuwa mbali. Wananchi wakanong'ona wakisema, mizimu imemkataa, na hofu ikatawala utemi mzima. Mauzauza Kifisi akaanza kujitokeza waziwazi, aligawa mali, akawahonga wazee na mashujaa, akinunua mioyo yao taratibu, lakini hakujua kuwa mizimu haisahau wala haisamehe haraka. Usiku wa tatu baada ya kuanguka kwa mtemi, radi ikapiga bila mvua, mto ukageuka rangi ya damu na ngoma zikaanza kupiga zenyewe porini. Mzee Shabani akaota ndoto mbaya, akaona mababu wakimvuta ulimi wake, wakimwambia ukweli lazima usemwe au roho yake ichukuliwe. Akaamka akitetemeka, machozi yakimtoka bila kujizuia. Asubuhi yake mbele ya baraza la wazee na wananchi mganga akakiri kila alichofanya. Kilio kikapanda, hasira ikatanda na ardhi ikaonekana kama inatetemeka chini ya miguu ya mauzauza Kifisi. Kifisi alikimbilia msituni akitafuta waganga wengine wa kumwokoa, lakini ardhi ikapasuka chini ya miguu yake na kummeza. Watu hawakumwona tena isipokuwa kivuli chake kinachosemekana huonekana usiku wa mwezi mwekundu kikizurura karibu na mto. Baada ya siku saba za ukimya, Mtemi Luhanga aliamka kana kwamba alikuwa amerudi kutoka safari ndefu ya roho. Alivua taji lake mbele ya watu na kusema kwa sauti nzito kuwa utemi usiotawaliwa kwa haki hata mizimu huuangamiza. Tangu siku hiyo, waganga walirudishiwa heshima ya kweli, mauzauza wakaogopwa, na watu wa Gombakora wakajifunza kuwa tamaa ni uchawi hatari kuliko mizimu yenyewe.